Wa kwanza alisema ni Ismail, wa pili ni Idris, wa tatu ni Dhulkufli. Wote walikuwa na nini, kullu min asadirin, wote walikuwa na patience, walikuwa na subra sana. Sasa hapa quality ya mtume Idris alayhisalam tushaona, alikuwa na subra sana mtume Idris alayhisalam

wale watu ambaye ni wazuri, the pious people, watu ambaye ni wema kabisa. Mtume Idris Mwenyezi Mungu wa ta'ala alayhisalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu kashamtaja mali yote mbili ndani ya Quran, lakini kuna historia ambaye wanazuoni walituambia ambaye iko katika Israiliyat. Tunataka kujua maana ya Israiliyat ni nini? Ufafanuzi ya Israiliyat Israiliyat ni watu wa kitabu. Ni ile historia ambayo tulipata kutoka vitabu ambaye ilikuwa mbele ya Qur'an. Vitabu ya Taurat na Injil. Kuna wanazuoni ambayo walislimu wakakuja na hizo vitabu katika Uislamu. Wakaleta hiyo historia katika Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia

lakini usiamini na usikatae. So israeliati na gawana mara tatu. Kuna ile quran ili confirm historia na israeliati wakaconfirm historia yao na hailetani na quran ilikataa hiyo, tunachukua tunatupa kabisa katika kaburi ya lasahau. Kuna ile storia ambaye imekuja na quran ikaconfirm hiyo, tunaichukua na ya tatu ambaye ni mingi kabisa, ni ile Qur'an haijaongelelea juu yake kabisa. Sasa hiyo tunafanya nini? Tunaichukua kama itatusaidia. Mahali venye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alisema tusiichukue israiliyat kama msingi wa ushahidi yetu, lakini tunaweza ichukua kama ziada la ushahidi yetu, istinas, lakini hatuwezi chukua kama dalili israiliyat. Na kila mahali nitajaribu sana kujichunga na hii historia Israelia. Lakini sasa saa hii wanahistoria wengi sana waliongelea katika hii historia Idris alayhi salam venye kifo chake litokea. Na tutakuja tujue baadaye venye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atakutana naye. Inasemekana Idris alayhi salam Wakati yake ya mwisho kabisa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala alimpatia chance. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala alimwambia, ewe Idris, wewe wale watu ambayo wako karibu yako, yote ile mema ambayo watafanya, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atakupatia pia wewe. Wale watu wako, ile mema ambayo watafanya, pia wewe utapata, ajiri yako itakuwa mingi sana. Mtume Idris alayhi salam alifurahia sana. Sasa Mtume Idris alayhi salam alikuwa na malaika rafiki yake, akamwambia ile malaika, ewe malaika, mimi nataka unipeleke kwa malikul maut, nataka niende niongenee hey, nataka niende nimwambie ya kwamba aniulizie Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala aniongezee maisha marefu, so that I can accumulate naweza chukua hii ajili nyingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alinikubalia kwa sababu mwenzangu akifanya mazuri pia mimi nitapata. Malaika akamwambia hiyo itakuwa ngumu, lakini kujaribu si mbaya, twende tufatane, panda katika hiyo ubaya yangu twende pamoja. Mtume Idris alayhi salaam Akaendanisha na malaika wakaenda pamoja, malaika akaelekea juu. Malaika alianza katika mbingu ya kwanza, asamau ula, akapita katika ile katkaile asamau ula samawati ya kwanza ambaye ni mbingu ya kwanza. Malaika akaelekea katika mbingu ya pili ambaye naitwa asamau thani, akaipita malaika pamoja na Idris alayhi salam, wakaelekea katika asma'u thalith, mbingu ya tatu. Akaipita malaika akaelekea katika mbingu ya nne asma'u rabi, wakaingia katika ile mbingu ya nne. Pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikitendeka pale hivyo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipatia amri malakul maut amtoe mtume Idris alayhi salam roho katika samawati ya nne. Mtume Idris alayhi salama alifika pale, hali malaku moto anashuka anakuja katika hiyo mbingu ya nne. Malaku moto anashangaa sana, anasema vipi Idris alayhi salama ako katika duniani, nitamtoa roho katika samawati ya nne. Malaku moto kufika pale akakutana na malaika mwingine aka ila malaika, wakaanza kuambizana, yule malaika akamwambia Idris alayhi salaam anataka ongea na yeye ili umpeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ili aombe aongezewe maisha. Maisha yake iwe marefu. Malaku mota akashanga akamwambia, Je, wapi Idris alayhi salam? Ako wapi huyo Idris? Malaika akamwambia, ndio yuko kwa kuma baba yangu. Akamtoa Idris alayhi salam. Wakonana. Malaku akamwambia Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kashanituma nikuja, nikutoa roho katika hii samawati yake. Mimi nimekupata katika samawati yake. Idris alaihi salam akasema kama ni Mwenyezi Mungu ame distant hivyo, kama ni Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala alitoa hiyo amri, mimi niko tayari, nimejipa niko tayari kutoa roho. Ndio Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala anasema nini, Warafa'anahu makanan aliyya, Mwenyezi Mungualimnyanyua katika mahali ya juu kabisa. Hakuna mtume ama hakuna binadamu alitolewa roho katika mbingu wacha mbingu ya inne, katika mbingu ya inne mtume Idris alayhi salam alitolewa. Wallahu alam, Mwenyezi Mungu ndio anajua. Hii ni historia Israeliati.